Wabendwa familia ya Mungu, kama ndivyo alikuwa wakati wa ibada hii ya misa inaanza, mama kanisa ametudumbusha yale yote ambayo tumeyafanya kwa mwaka huu mzima, mwaka wa jubilei ya Ukristo, mwaka wa jubilei wa imani yenu mwealikwa kuendelea kutembea na mahujaji katika matumaini, tukiendelea kushuhudia na kuishi imani yetu. Na hivi tunapo shiriki na kanisa zima katika siku hii ya leo ya kufunga mwaka huu wa jubilei, basi iwe ni sehemu ya kuendelea kuishi kwa matumaini zaidi, imani yetu ambayo kila mmoja wetu amejitahidi wa kwa safari nzima ya mwaka huu katika hija kufanana zaidi na Kristo, hufanana zaidi na mwaaliko tunaopewa na mama kanisa. Tumependeza kufunga mwaka huu katika siku hii ya leo ambapo kanisa linaadhimisha sikukuu ya familia takatifu ya Yesu, Maria na Yosefu, na kama mliwasikia wanafaya wakiimba wakati wa kuanza misa, wakati wa maandamano, tumekumbushwa kuwa familia takatifu ni ile ya kumpendeza Bwana ni familia inayodumu katika pendo la Mungu, imejaa amani tele na baraka za mwenyezi Mungu. Familia ya Yesu, Maria na Yosefu imewekwa na inawekwa mbele yetu kuwa ni mfano wa familia zetu, ambao mao unatuonyesha namna na tiba kwa zile zilizojeruhika kwa kukosa upendo. Kwetu wa Kristo wa Katoliki tunajua vyema kuwa familia ni kanisa dogo, ni familia ambayo inakuwa ni kanisa la nyumbani, ni shule ya imani, ni shule aajii, maandiko matakatifu yanaweka bayana kuwa familia ni muungano wa mume na mke unaofungamanishwa na upendo, na tunda kutokanalo na upendo wao ni watoto ambao ni zawadi kutoka kwa Mungu na ndiyo inawafanya igwe wazazi baba na mama kumbe familia ni mpango wa mungu mwenyewe rejea kitabu cha mwanzo sura ya kwanza aya ya ishirini na sita hadi ya ishirini na nane na sura ya pili aya ya ishirini na nne tangu mwanzo aliwaumba mume na mke adamu na eva na akawashirikisha uwezo wake wa uumbaji ili tunu ya uhai iendelee kuwepo duniani. Kumbe familia ni wito wa kuishi pamoja kwa wanandoa, kuendeleza kazi ya uumbaji na kuwezesha mwendelezo watunu ya uhai kwa kuzaa watoto kuwalea na kuwarithisha tunu zilizo njema. Kumbe familia ni kitovu cha uumbaji, shule ya kutambua mapenzi ya Mungu. Katika familia injili inapaswa kusomwa na kutafakariwa, kuta itimuhia inapata msingi kwa njia ya sana neno la Mungu jimbo na sakramenti takatifu. Yohane Paulo wa Pili alitukumbusha na kutufundisha kuwa familia ni makao ya furaha na kitabu cha ubai yasikie vyema uyatafakari vyema, na haya yatusaidie pia kukarabati familia zetu pale ambapo panakosa hizi tunu muhimu za maisha ya kifamilia. Familia ni kanisa la nyumbani kujiulize sisi kuna tabia za kikanisa nyumbani kwetu kuna sali pamoja familia ni shule ya sala hivi na watoto wetu tunawafundisha kusali au tunawaacha waende kwenye mafundisho katekista wafundishe na makande na masista wa wafundishe wajibu wa kwanza ni wetu wazazi katika familia. Familia ni shule ya uaminifu na upendo. Kule nyumbani tunazungumza kwa mapendo, tunaamkiana asubuhi na jioni na mchana, au tunakaa kama tuko kifungo, tuko ndani, tuko familia ni shule ya utii na kuaminiana na familia ni shule ya huruma. Aliendelea kufundisha na kusisitiza kuwa familia takatifu ni ile ya kumpendeza Bwana, ni familia inayodumu katika pendo la Mungu, imejaa amani tele na baraka za Mwenyezi Mungu, na hayo tumeyaimba. Neno la Mungu katika maadhimisho ya sikukuu hii yanatufundisha mambo muhimu sana kama tulivyosikia somo la kwanza kutoka kitabu cha Yoshua bin Sira. Inasema Bwana amempa baba utukufu mitara kuwana na kudhibitisha haki ya mama mitarafu watoto. Familia, inatakiwa ijengwe kwa mahusiano mazuri kati ya wanafamilia, yaani wazazi na watoto wawe lawinu na wajibu, na hali ya kudumisha amani na mapendo, wakisawisha tunu za Kikristo kimaadili na kiutamaduni. Familia Nazareti ni mfano mzuri wa kuligwa, na sisi sote tunaalikwa kujifunze kutoka katika familia hiyo. Katika somo la pili wake kwa Wakolosai, Mtume Paulo anambasa kwamba kwa kuwa tumekuwa watele wa Mungu watakatifu wa wao Tujivike moyo wa rehema, utu wema, unyenyekevu, upole, uvumilivu, tukichukuliana na kusameheana. Haya ya muhimu sana kwenye maisha yetu ya familia. Na sisi sote tumezaliwa katika familia dawaja tahati mbaya, wakati mwingine tunakuta ni familia ambayo haijakamilika. Familia kama tunasema ni ya baba mama, na matunda yake ni watoto, lakini tujiulize katika mazingira yetu ya leo, sehemu nyingine tunakuta mama na watoto, au baba na watoto, si kwamba huyo mmoja amefariki, yupo lakini anapoishi mnajuana wenyewe.